Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mashallah tabarakarahmani, ndugu zangu wapenda heri, ndugu zangu mnaonisikiliza popote mlipo. E, tupo e, mvuti Chanika, njia ya kuelekea Chanika, katika mwendelezo wetu wa kusimamisha nyumba ya Allah tabarakarahmani. Ndugu zangu, kama unavyoona jengo limenyanyuka na leo inahitajika kufunga linta. Mashallah, mafundi jana wamejenga Tuliagiza tofali mia tano na mmeona mafundi walivyojenga, na zingine kidogo zimebaki. Hizi hapa mmeziona, hizi kidogo sio nyingi, lakini mafundi wamesema leo hawatokuja. Leo hawatokuja kufunga linta kwa sababu hawajapata pesa ya ufundi, bado shilingi laki tano ya ufundi. Lakini wakasema hawatokuja kufanya kazi kwa sababu jana wamejenga tofali zaidi kama ya mia nne na lakini hawajaondoka na hata shilingi mia, kwa sababu tulikuwa hatujapata pesa ya aina yoyote. Ndugu zangu wapenda heri, nadhani mnaona kazi kubwa iliyofanyika. Eh, tofali mia tano eh, zilipokwenda mashallah, hata wenyewe katika klipu kuiangalia, unaona tofali zilivyosimama kwa uwezo wake Allah tabarak arrahmani. Mashallah tabarak arrahmani. Sasa ndugu zangu E, tuna mtihani hapa tupate kama tofali zingine e, za kumalizia kozi za tatu. Kuna kozi ya tatu baada ya kufunga linta, kuna kozi tatu juu e, hapo tunafunga linta na linta inapaswa tufunge leo, lakini inashindikana kufunga leo linta kwa sababu ya ndugu zetu hawa e, e, kwa sababu hawajapata pesa ya mafundi. Mafundi hadi paka sasa hivi e, asubuhi hawajaja e, kwa sababu, sababu wanasema sisi tuna watoto tuna familia. Hilo jengo walitosimama bila kuwa na mafundi wazuri, wafundi bora wanajenga kwa stadi nzuri. Kwa hiyo ndugu zangu wapenda heri, hali ndio ipo hivyo. Eh, tofali tulizotoa, mifuko ya simenti tunamshukuru, bado ipo na tutafunga linta, hakini changamoto vitu viwili, e, tuongezewe tofali, kwa sababu kazi wenyewe mnaiona ukubwa wake na tofali zinazoingia msikiti. Mara ya kwanza nikajua ni msikiti mdogo lakini mashallah nyewe wenyewe kwa kutumia kripu hii mnaona msikiti huu sio mdogo, maana yake ni msikiti mkubwa sana eh. Ukiangalia kwa wanawake, kwa wanaume, maana yake ni msikiti mkubwa sana tena sana. Kwa hiyo tofali, tunaomba ziongezeke. Zikipatikana tofali 400 itakuwa ni bora kabisa eh. Bismillah kalim tofali 300 menunua, nadhani ndio mmeziona na zibakia kidogo sana lakini mafundi wamegoma kufanya kazi e, katika laki tano, akipata hata laki mbili na hamsini, maana yake insha Allah kwa uwezo wake Allah Tabaraka Rahmani watakuwa katika miongoni ya kufanya kazi, baada ya kumaliza wamaliziwe laki mbili na hamsini. Msikiti upo barabarani, barabarani kabisa. Na mchanga alhamdulillah, bado tunao, tunamshukuru Allah, ndio huapo e, ulikuliingia katika mtaro kwa hiyo akina mama bado wanaendelea kusombelea. Mchanga uliingia katika mtalo mwingi. Kwa hiyo mchanga bado tunao, inshallah tutaangalia mpaka utapotufikisha. Barabara ndo hii kabisa. Alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Tabaraka Rahman. Kama unaona ulivyoingia katika mtaro. Mtaro uliingia kabisa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Na na uliingia katika mtaro, kwa hiyo akina mama wanaendelea, hiyo ndio barabara kule ni mvuti. Alafu huku nichanika na huu ndo msikiti wetu. Mashaallah, msikiti mzuri kabisa, upo barabarani kabisa. Alhamdulillah, shukran, asanteni.